O nini sasa baba eh? Sisi tumekuja hapa kuomba ridhaa baba, kwamba Abilah akae hapa kuanzia leo baba. Iiwababa, swali gani baba ya kibaguzi? Kule nyumbani kumetokea shida kidogo kati ya baishi yule kakaangu na Abilah. Sasa mimi najisikia vibaya nikiwa na mtoto wangu ananyanyasika. Ili hali mimi niko hapa siwezi kumsaidia kwa lolote. Kobisi. Unaweza kumlea huyo mtoto? Sasa bali mimi namka mgongoni. Sasa kwa hiyo wewe unaishi vipi na mtoto wangu? Binti Msumi? Wewe una wale aje? Binti Msumi? Ili tu after shot.

na mengi kukana na mtu polisi baba Abilah tu eh? tu sio kama jitu hilo eh? We baba wasikuchonje hao, shauri yako. Utaweza kuilisha midomo mingine? We mkehe bwana, kwa nani atulisha pasi Chiku ama aa, kwa unandaraba babako, kwa kuwa ye mzigo tu na yeye wakati anajikwangua kongo, bila bega, bila pensheni hapa. Kuoni amuoni? Si ndio, mwache aende, shida yako, mjaze mjazi tu hapa. We baba lango atakudai lango za siku ya Idi yao kwa ajili ya mtoto wao. We wapokee tu baba, usikii wewe? Utamlisha nini wewe? Eh? We una shabu mmoja msemaangu ni nipige chibwa chiku hapo. Kuleta vyakula hapa aleti. Ndio wa pamburu, wageni sio taarifa nguru wa wageni wageni tu hapo. Ka. Kobisi. Ni mzamani kidogo. Hapa kuna jambo lakini. Kobisi. Hapa kuna jambo lakini. Tambukania hadi. Sasa kwa mdogo hapa makengeni hapo. Kobisi, hivi lini we utajiheshima na utasimama kama kaka kwenye familia eh? tukwambie mara ngapi? kila siku tunaongea jambo moja hilo hilo. kwa nini Kobisi? jamani jamani, Mimi nimechoka kila siku maneno hayo hayo, kila siku maneno hayo hayo. Amani, hivi ni lini nyinyi mta, mtajipa udogo kwangu mimi kunionyesha kwamba wewe ni kaka yetu? lini heshima inaanza na wewe binafsi. Wewe lini umejiheshimu? Ili sisi sasa tukuheshimu wewe. Lini wewe umejiheshimu? Mdogo. Hebu niache mimi nikatafute daftari. Watafunga kule saa mbili. Kabisa. Mama ni baraka. Fundi. Eh, Kobisi. Mama ndo na msiba action. Kobisi. Ana shemeji yake na msiba huko Tanga huko Mshoto. Sasa msiba uko mbali huko, eh, unapata presheni nini? Sikiliza, mpigie simu Mzee Kikala arudi hapa, apambana na jambo lake apambane na majanga yake shemeji tu. Kobisi, hapa kunitokea shida mke ila Mwamini uh, pamoja na mkeo wamepigana kibaya sana.